Nam kwingine kwa mtazamaji ni kwamba tume ya kupambana na ufisadi nchini imefanya msako katika makao na ofisi za maafisa wakuu wa idara ya michezo kufuatia tuhuma ya ubadhirifu wa zaidi ya shilingi bilioni 3.8 na zaidi ya nusu bilioni walizokuwa wamewekeza katika miradi ya serikali. Upekuzi huu umefanyika maeneo mbalimbali humu nchini na kuwalenga maafisa watano na washirika wao. Ben Kirui na taarifa zaidi. Katika operesheni hiyo iliyofanyika maeneo tofauti ya kiwemo Nairobi na Nyuki, Machakos, Kiambu na Nyeri, jumla ya shilingi milioni 55 magari 13 na hati miliki 28 za mashamba na akaunti 37 za benki zilipatikana kama stakabadhi zitakazosaidia kwenye uchunguzi wa ubadhirifu mkubwa wa pesa za umma. Upekuzi huo wa Jumatano asubuhi ulianza eneo la Mudhaiga, North Springs Close, kulipo makazi ya utismu twirin turibi, naibu mwasibu mkuu wa idara ya maendeleo na maeneo kame ASAL, katika uchunguzi wa madai ya ubadhirifu wa mamilioni ya fedha za umma. Wapelelezi wa kinasa baadhi ya stakabadhi zikiwemo hati miliki za ardhi, vitabu vya usajili wa magari, miongoni mwa stakabadhi nyingine muhimu zinazoaminika kuhusishwa na njama ya ufisadi. Baadaye Mutwiri alipelekwa katika ofisi yake katikati mwa jiji la Nairobi ambako upekuzi wa pili ulifanyika kabla ya kupelekwa katika makao makuu ya EACC kurekodi taarifa. Mutwiri pia anadaiwa kuhusika na mradi tata wa ujenzi huko Meru unaodaiwa kusajiliwa kwa jina lililofichwa la OMN. Maafisa wa EACC pia walifanya upekuzi wa zaidi ya saa nne katika ofisi za kampuni moja ya utalii inayohusishwa na uchunguzi huo wa ubadhirifu wa pesa. Wakati wa operesheni hiyo, zaidi ya shilingi milioni tatu nukta nane pesa taslimu zilipatikana pamoja na ushahidi muhimu unaohusishwa na ufisadi. Vilevile, kamishna msaidizi mkuu wa michezo Caroline Muthoni Kariuki pia aliyojiwa na EACC kuhusiana na tuhuma za ufisadi. EACC imesema kuwa baada ya kukamilisha uchunguzi yeyote atakayepatikana na hatia, EACC itaandikia mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP na kupendekeza hatua za kisheria zitakazochukua. Ben Kirui, runinga ya Citizen.